Siri, wewe umevuta bangi. Wewe umevuta bangi, ndio maana mimi nilikuwa namwambia Kanubo, huyu mwanamke ni malaya chana naye. Matokeo yake ndio hayo, umeanza kutongoza marafiki zake. Sasa issue ni hivi. Nimeshapata chanzo cha kwenda atakiwa kuache. Nimekurekodi kila kitu ulichokuwa naongea na ninaenda kumsikilizisha basi yani, we umekwisha. Kwanzia hapa, lazima akuache. Lizi Lizi, aaminiki. Nilikwambia demu, acha ah, tatizo lako. Nimemwambia na bishi, mimi nimerekodi sound. Wewe mwanangu, sikia hii hapa, chuma kula chuma hicho, Lizi, Achana na Kanugo, mi nikiwa na wewe, nakwambia nakupenda. kulikuwa rafiki au Frequency za simu zimecheza. ni ngoja, rudisha hiyo, rudisha, rudisha, endeleza ni usikate, endeleza hiyo hiyo. ni ndugu yangu sauti yake, si hii kula eh, hiyo kubachana naye Kanugo mwenyewe ule mshamba ametoka uko bush, mi namuweza, afu tutafanya si. Oh, yani nilimrekodi. Yaani wewe ndo unaniita mimi ni mshamba. Ni yeye fresh ndugu yangu. O oh, Kanubo? Lakini mbona mimi ni, si nimemrekodi kabisa mimi lizi pale nimemsikilizisha na yeye mwenyewe. Hebu tuone. Haiwezekani mimi nimemsikilizisha kabisa pale mtu anafu. Si. Tatizo shemeji, wewe unashindwa kunielewa. Mimi nishakwambia muda mrefu. Mimi nakupenda. Wewe tena na Kanubo. Kanubo? Kanubo? O, njo nimeipata, nimeipata njo usikie. ah, acha ugombe, nimeipata. Acha upumbavu. Alitaka kunichezea trick, amekaa kuleta anabadilisha frequency za simu. Sound hii hapa ya hizi yenyewe. Sasa mimi sikukubali, wala hii. oh, hapa, sikiliza. Acha ujinga. Sasa sikiliza, sound hii hapa, kula chuma hicho. Hii hapa eh, mwenyewe yule mshamba.